Diamond Platinumz bwana anazidi kufanya mazito huko mtandaoni maana tumeshuhudia hapa rasmi kabisa kwamba ni moja kati ya wasanii ambao wana subscribers wengi zaidi hapa Tanzania. Umeona bwana, eh? Mzee Diamond Platinumz bwana ana subscribers wengi sana hapa Bongo, lakini ukiachana na issue subscribers ni kwamba Diamond Platinumz bwana ndiye msanii ambaye katika upande huu wa Sub-Saharan artist, yani upande wa kusini mwa bara la Afrika huku kusini mwa jangwa la Sahara eh, ni kwamba ametia kiasi kwamba mpaka kuna baadhi ya peji maarufu kabisa duniani zimekuja kuripoti kuhusiana hii issue. Kwa mfano, hapa kuna peji inaitwa Top Charts wamekuja wameandika kwamba Diamond Platnumz become the first sub-Saharan African artist to surpass 10 million subscribers on YouTube. Wakiwa wametoa listi hapa ya wasanii ambao wana subscribers wengi zaidi, na katika hii listi bwana, tumeona bendera ya Tanzania ime imejitokeza zaidi yani. Unaona eh? Yani bendera ya Tanzania imejitokeza zaidi na ikianzia namba mmoja ni Diamond Platnumz akiwa na subscribers milioni kumi ee, na laki moja . Unaona eh? Alafu, tuanze labda tuanzie namba kumi au vipi bwana, tuanze namba kumi kwenda juu. Yaani ni countdown au vipi? So namba kumi ni Zuchu akiwa na subscribers milioni tatu nukta tisa. Huyu ni mtanzania. Nadhani kila mtu anaelewa. Lakini ukachana na Zuchu Eh, kuna CKO huyu ni msanii kutoka Nigeria akiwa na anakamata namba tisa akiwa na subscribers milioni nne nukta mbili alafu, namba nane ni Davido kutoka Nigeria, yeye ana subscribers milioni nne nukta tano. Namba saba ni Tyler kutoka South Africa. Actually, huko South Africa yuko mmoja tu ni huyu Tyler. Ni mwanadada huyu amekamata nafasi ya saba akiwa na subscribers milioni nne nukta nane alafu namba kimilionikee huyu hapa bwana ni Harmonize TZ huyu ni Mtanzania akiwa na subscribers milioni tano nukta moja alafu namba tatu ni Burna Boy kutoka Nigeria akiwa na subscribers milioni tano nukta nne Huyu ndo Mnaijeria pekee mwenye subscribers wengi, okay, ukiachana na huyu Burna Boy akiwa ameshika nafasi ya tatu Afrika sub saharan countries eh bwana. Nafasi ya pili ni Rayvanny akiwa na subscribers milioni tano nukta saba huyu ni Mtanzania. Na nafasi ya kwanza ni Mtanzania, Diamond Platnumz akiwa na subscribers milioni kumi Yaani huyu yeye amewazunguka amepiga mara mbili yao hawa wengine mara mbili ya Rivani. Kwa hiyo mpaka hapo unakuwa umeshaelewa kwamba Diamond Platnumz amekipisa. Kwa hiyo katika hii list ya top 10 ya wasanii ambao wana subscribers wengi zaidi katika hizi nchi za sub-Saharan countries hapa bwana kuna wa, kuna wanaijeria takriban wanne. Eh, hapa kuna wanaijeria wanne, CKO, Davido, Rema na Burna Boy. Lakini kuna Mkongo mmoja, Fally Ipupa, na Msauzi mmoja, Tyler na Watanzania wapo humu ndani takribani wanne, yani tumetoka draw na wa Nigeria. Umeona bwana eh? Lakini ukiachana na hilo bwana, ni kwamba ukiachana na issue ya subscribers wengi zaidi vile vile ni kwamba eh, rekodi nyingine ambayo Diamond Platinumz bwana ameivunja ni hii hapa ya kuwa msanii mwenye jumla ya views bilioni tatu Yaani katika jumla ya views, total toto views, kule katika chaneli yake kule mwisho Diamond ana ana views bilioni tatu, yaani ukijumlisha video zake zote views wake ni bilioni tatu. Hmm. Specifically zaidi, specifically zaidi ana views bilioni tatu na milioni kumi na saba, laki nane, elfu saba, mia mbili sabini na nane. Huyo ndiyo, Diamond Platnumz. Sasa nikuletee sasa list pia ya wasanii ambao wana jumla ya views wengi zaidi. Maana tukianzia hapa Tanzania, kwanza, alafu nitakupa ya Afrika nzima. Kibongo bongo namba kumi ni Jay Melody, yeye ana jumla ya views milioni 294. Namba tisa ni Lava Lava, akiwa na jumla ya views milioni 309. Namba nane ni Juma Jux akiwa na views milioni 338. Namba saba ni Mario akiwa na jumla ya views milioni 383. Namba sita ni Alikiba akiwa na views milioni mia nne kumi na tano. Namba tano ni Mbosso. E, Mbosso Kani, Mshedede akiwa na views milioni 815. Namba nne ni Zuchu akiwa na views milioni 874. Namba tatu ni Harmonize akiwa na views bilioni ni Rayvanny akiwa na views bilioni moja nukta mbili tisa. Alafu namba moja ni Diamond Platnumz akiwa na views bilioni tatu. Sasa tuje sasa kwenye upande wa Afrika nzima, ambapo huku Diamond ameshika nafasi ya pili bwana. E, kuna Wanyamwezi japokuwa hawana subscribers wengi kama yeye, lakini kwenye upande wa views jumla wamemkimbiza. E, bwana Rayvanny anakamata nafasi ya kumi Afrika nzima, au specifically tuseme sub-Saharan countries Yaani, kusini mwa jangwa la Sahara huku, ambapo kuna Waafrika, kuna wa weusi, maana kule kaskazini mwa jangwa la Sahara kule kuna Waafrika ambao ni weupe, Waarabu, kuna Misri, kuna Tunisia, Tunis, Morocco, wote wale ni weupe. Sasa kusini huku mwa jangwa la Sahara huku bwana, unakutana na watu weusi. Sasa huku bwana, wasanii wetu ndo hawa hapa, top 10 ya wasanii wenye views wengi zaidi YouTube jumla. Namba kumi ni Rayvanny bilioni moja nukta, nukta mbili namba tisa ni P Square bilioni moja nukta tatu namba nane ni Mr. Flavor bilioni moja nukta nne namba saba ni CK bilioni moja nukta sita namba sita ni Davido bilioni moja nukta tisa namba tano ni Rema bilioni mbili eh, namba nne ni Fally Ipupa, bilioni mbili nukta mbili Namba tatu ni Wizkid, bilioni mbili nukta tatu Namba mbili ni Burna Boy, sorry, namba mbili ni Diamond Platnumz akiwa na views bilioni tatu kamili, na namba moja ni Burna Boy akiwa na views bilioni tatu nukta tatu Umeona bwana, ndivyo eh? so, hivyo mambo yalivyo Burna Boy amemkimbiza Diamond kwenye, kwenye views. Diamond amemkimbiza Burna Boy na wengine wote kwenye subscribers na katika hii listi wasanii wa Kitanzania wameingia wawili tu mna, mna, wa Nigeria, alafu wa Nigeria wako saba eh, mkongo mmoja, mambo hayo. Kwa hiyo wa Nigeria wametukimbiza kwenye views, kwa hiyo hivyo ndivyo situation ilivyo, lakini at the the end of the day eh, it is what it is. Diamond Platnumz ameibuka kinara katika upande wa sub, lakini pia kwenye views amekamata nafasi ya pili kwa upande wa sub-saharan countries huko Afrika. So hiki ni kitu ambacho kiukweli watu wengi sana wamejisikia very proud, na pia ukizingatia kwamba kuna blog na pages mbalimbali mbali za kimataifa nazo zimeacknowledge kuhusiana na uwamba eh, wa Diamond Platinums kwenye upande wa swala zima la subscribers. Umeona bwana? Kwa hiyo kongole nyingi sana kwake Diamond Platinums kwa makubwa ambayo anaoyafanya au vipi bwana? Kwa hiyo ukiwa kama mdau na wewe pia utatuwekea maoni yako katika comment section hapo chini, maana hapa nimeona peji nyingi tu hapa Tanzania zimekuja eh, zimekuja kumpa pongezi Diamond, kama hii hapa ameandika kwamba bwana, watu bilioni tatu wamemkodolea wame macho yeye, yeah, tu Diamond Platinumz. Peji nyingine hii hapa ameandika kwamba uh, eh, Diamond Platinumz surpassed the 3 billion views total views on YouTube meona bwana, kwa hiyo salute sana kwake. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.